Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe ilioko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Mheshimiwa Clayton Revocatus Kipando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 Mimi Hamisi Shabani Taletale tale, kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu ya Tanzania na kwamba ninaahidi nina kuilinda kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote e, Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Hamud Abuji. Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo.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 Mimi Amjad Issa Salum Pondeza kwa heshima kubwa naahidi mbele ya bunge tukufu kuwa nitakuwa mwaminifu, nitakuwa mtiifu kwa nchi yangu ya Tanzania na kwamba ninaahidi kulinda, kutumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na kwa moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.